Nataka tu niseme, kuanzia msimu ujao wa kilimo, tukikamata agrodila anayeuza mbegu feki dukani tutamwajibisha agrodila na tutamwajibisha kampuni husika. Kwa hiyo, mzee, ukifika tu ofisini, waandikie kila mmoja alete list ya agrodilas wake, seed dilas wake, waangalie wako kwenye mfumo sitco atakuletea listi wote na mikataba itakayotengenezwa sasa hivi, na mwanze process immediate. Mikataba tutakayoweka tutaweka mikataba ambayo ni very strong, ili to protect Guys, you don't need a spoiler kwenye distribution channel yako hauhitaji, hauhitaji sheria tulionayo sasa haipeleki punishment kuwa very strong. Tulikamata na watu wa wale, wa Mwanza, wale, mata... wale wa Mwanza wale ilikuwa ni kampuni gani wale, tuliwakamata walikamatwa magu eh baya. Yes, umenielewa lakini. Yeah, that's, that's killing. Lakini guys where is the law? Eh? wale jamaa wanaenda kuishia wapi? Penalty, adhabu Yaani, mtu ambaye kauza mbegu feki tunamwadhibu adhabu ya shilingi laki tano milioni moja. Nchi zingine mtu anayeuza mbegu feki, unajua we need one day, watu wanyongwe kama na televise kwenye TV ananyongwa. Najua ni maneno magumu, lakini how can you sell a fake seed to a small holder farm e, unamuuziaje mbegu feki? kwa hiyo tunabadilisha sheria itata, itasema clearly anayeuza mbegu feki. Tunabadilisha sheria ya TARI, tutabadilisha sheria ya toski, tutabadilisha sheria ya TPHPA anayeuza naya TFRA anayeuza mbegu feki, anayeuza kiwatilifu feki, anayeuza mbolea feki, hawa wote wata, watawekwa kwenye kundi la uhujumu uchumi. Hivi ndivyo tutakapowaondoa spoilers kwenye nini? Kwenye system, these are killers. Yaani wale watu wale wa magu wale, kuna mmoja nilitulimkosa kosa Tabora hivi. Leo ukikamatwa umebeba meno ya tembo, si ni hujumu uchumi jamani? Na gari iliyobeba si inataifishwa? Eh, yani ilikuwa eh? ni mbegu gani ile ilikamatwa Manyara kwenye gari, ilikuwa ni kampuni gani DK, eh? Yes, ilikuwa ni tani ngapi? Tatu, yaani fuso kabisa, gari inakamatwa pale, jamaa linauza mbegu feki kijijini. What they do? wanaenda sokoni, wananunua mahindi, wanaajiri watu, wale watu wanachambua yale mahindi makubwa makubwa, wanaya- wanayachukua halafu wanayatia rangi, wameshaandaa utaratibu wa kuprinti mifuko, wanapaki vizuri kama ilivyo mfuko wa dukani, halafu wanaupeleka wapi? Nimewaambia wataalamu wangu waangalie kanuni, wakati mchakato wa sheria unaendelea, what can we do kwenye kanuni. Because these people are killer. Like any other killer. Kwa hiyo, Toski katika mfumo kwa ajili ya mwaka kesho, kampuni najua zimesajiliwa, kampuni zote zitaingia kwenye mfumo. Kila mmoja ataleta listi ya agro dealers wake au seed dealers wake ambao wanauza mbegu, wataingizwa kwenye listi, watasajiliwa kila mmoja sasa hivi najua ana namba yake ya siri ya nini, ile registration namba yake. Mfumo upo, we are going to build this capacity of mfumo polepole, kwa nyinyi ndio mpo kwenye sekta hii. Nyinyi ndio biashara yenu, si ndio? Jamani, kwani mimi useni ni biashara ama no. Minister mimi ni mpangaji wa muda, ni mpangaji wa kesho, naweza nisiwe lakini nyinyi ndio mmeamua kuwekeza kwenye biashara hii. Don't allow anyone to spoil your business. Msiruhusu kabisa. As a ministry tutawapeni all the necessary support. All the necessary support. Tuombe Mwenyezi Mungu bajeti ya Wizara ya Kilimo ipite mwaka huu.